Karibu Jtrader Fx, kwa masiano zaidi unaweza ukanicheki kwa namba ambazo unaziona hapa kwenye skini yako, na leo nimekutia video ya jinsi ya kuweza kuplace order ya kubai a uh, kwenye forex market, lakini unaweza katumia maelezo haya kuweza pia kuplace order ya kusell. Kwa hiyo ni video ambayo imejitosheleza. Okay, naomba uweze kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na hii ni metadata 5 kama unavyoona hizi uh, ni quotes zako. Uh, ni saimbo za kitu ambacho una kitredi hapa. Mimi nina tedi Cullins, kama unavyoona hapo nina tedi Cullins pair. Kwa hiyo nita scroll kwenda chini, nataka ni tredi hii pair ambayo unaiona hapo ni Swiss franc against Japanese yen. Kwa hiyo hii ndio ambayo naitredi hapa, nitaifungua kama hivi. Kama unavyoona hii chati yangu nimeshafanya analysis na nimeona hapa naweza nika press order ya kuweza kubai. Pia kama haujui ni sehemu ipi ya kuweza kubai, unaweza ukanicheki kwa masiano yangu ambao nimekupa, au ka comment zeni uh, tukaona na kusaidia jao nikakupa utaratibu kwa point hiyo. Pointi hii ndio nimeona pointi ambayo mimi naweza nika press order ya kubai kama unavyoona hapo yo hii ni point of interest ambayo mimi nimechagua, lakini hapo juu unaweza ukaseti lot size yako kabla ya kuweza kuplace trade yako. Hakikisha umeseti uh, lot size, unaweza kaiongeza kama hivyo kama hivyo. Okay, ukibonyeza ukibonyea hii button ya mkono kulia unaongeza lot size, na mkono wa kushoto unaipunguza lot size yako, na lot size ambayo ni standard ni 0.01. Napenda kutumia 0.01 ili kuweza uh, kuminimize risk. Kwa hiyo ukitumia 0.01 utakuwa umefanya risk management katika account yako, kwa sababu haiwezi, uh, ikawa inakula kwa kiwango kikubwa. Ni kama ukikutana na ile sehemu ambapo kuna kwa kuna high liquidity, lot size kubwa inaweza kupelekea loss na ukashinda kuweza kulikava. Kwa hiyo tumia standard lot ambayo ni 0.01. Uchaguzi wa lot size pia uh, ni mzuri, lakini katika risk management uchaguzi wa lot size uh, pia upo unahusika. Kwa hiyo mimi nimeplace order yangu ya kubai hapo. Kwa hiyo button ya juu hiyo, ni instant button. Instant button, kama unataka kuplace order yako kulingana na market price au market order, utaplace hizo button za juu. Kwa hiyo hapo nimeshakusha Uh, kuplace order yangu ya kubai hapa, nitabai. Kama haujui ni sehemu ipi ya kuweza kuplace order ya kubai au kuseri, ni cheki tuni nasaidianaje. Lakini ukisha press order, unatakiwa uweke stop loss na take profit. Hapa nimebonyeza kwenye pointer na ninataka niweze kwenda kuweka uh, stop loss ni muhimu na ni jambo ambalo ni lazima uweze kuweka stop loss yako. Kama trade hauweki stop loss, hiyo inakuwa sio trade, inakuwa ni betting. Kwa hiyo lazima uweze kuweka stop loss pamoja na take profit, hiyo ndio sifa ya trade. Ili uweze kuweka stop loss au take profit, utakuja kubonyeza hapa chini uh, kwenye hii button zako ulipoandika trade itafungwa kama hivyo, then utaminya hiyo uh, order yako moja. Ukishaminya itatokea uh, itatokea page kama hii hapo, pa kuweka stop loss. Stop loss naweka mkono wa kushoto na take profit naweka mkono wa kulia imejiandika hapo. Kwa hapa nitaweka uh, stop loss yangu ni hii hapa, then nabonyeza modify. Kumbuka unaanza ku place order, ukisha place order unaenda kuiweka stop loss na take profit lakini nikiangalia uh, stop loss yangu hapa kuiangalia stop loss itakula ngapi una double tap hiyo line ya stop loss kisha utaona hapo ina maana stop loss ni dola 1.43 hii ni kubwa sana kwa hiyo nitadjust hii stop loss yangu Kumbuka, ukitumia meta metatrader 5 inakupa wepesi, au tumii hata zile calculations zaweza ku calculate hiyo stop loss okay. Double tap tu ile line ya stop loss au take profit, inakupa kiwango ambacho uta lose au uta gain okay. Nita adjust hii stop loss yangu kama unavyoona hapo, nita adjust then nita modify kama hivyo. Okay. Kisha nikija kwenye chati yangu huku, sasa nataka niangalie valu ya hii stoplos. Nikidabutapo hapo, naona ni dola moja pointi sifuri sita kwa hiyo hii stoplos kama trade ikienda long, itakuwa ipiteza losi dola moja pointi sifuri sita kwa hiyo haitaweza kutengeneza los zaidi ya hapo. Kwa hiyo nitachukua hiyo pointa tena na nitaenda kuweka uh, tekiprofit kwa order kwa hiyo nitaenda kwenye nimeenda kule kwenye oda zangu nimeminya. Ukiminya tutokea modify position, kisha utaweka hiyo take profit yako ambayo unataka kuweka. Utaweka hiyo take profit nisha iweka, ukiangalia hapo juu imeandikwa TP ni take profit. Kwa hiyo uki double tap hii line utaona kiwango ambacho cha profit ambao utakaopata kama hapa trade yangu itanipa dola 4.91. Kwa hiyo hii uh, trade yangu itanipa dola 4.91. Hapa nimetumia risk management. Ina maana nime risk dola moja ili kuweza kupata dola 4. Ina maana risk to reward ratio hapo inakuwa ni 1 to 3. Nime risk dola moja ili kuweza kupata hizo dola 4. Lakini na habari njema kwa sasa nimeanza kutoa signal kwa upande wa Forex na Gold na nimegawa katika package mbili. Package ya kwanza ni basic package signal ambayo gharama yake ni shilingi 10,000 kwa mwezi, lakini sio kila siku nitatoa uh, signal. No, maana nikitoa leo, kesho nitaruka, keshokutu ntatoa. Na VIP package signal, gharama yake ni shilingi e kwa mwezi. Uh, ni elfu thelathini tu kwa mwezi kwa hii uh, VIP package signal ambapo kila siku nitakuwa uh, nakupa signal ya kuweza ku place order ya kubai au ku sell na ukafanikiwa katika trade yako. Uh, hii nitakupa pamoja na setup yake. Kila siku nitakuonyesha jinsi gani nimepata hiyo trade.